Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaendelea kuhakikisha kila Mtanzania ifikapo elfu mbili na thalathini, maendeleo makubwa yapatikane katika maeneo yetu mbalimbali. Leo hii kijiji cha Itete walikuwa wanapata maji maeneo mbali sana, na maji hayo ambayo walikuwa wanayapata sio salama kwa wao, lakini kutokana na mahitaji na mazingira magumu yaliyopo kwa kweli tulazima lazima waweze kutumia maji hayo ili waweze kufanya shughuli zao. Lakini leo hii tumejionea mradi mkubwa, mradi ambao umetumia fedha nyingi, zaidi ya wananchi elfu kumi na mbili ambao watatumia mradi huu. Kwa kweli ni jambo kubwa na ni jambo ambalo litaleta maendeleo makubwa na linaonyesha tasira ya sasa Malinyi, kweli tumeweza kusimamia vizuri mradi ya maendeleo katika maeneo yetu. Ombi langu kwa watakaosimamia mradi huu kuweza kutoa huduma kwa wananchi, tuhakikisheni maji yanapokuwepo ndani ya tenki hili basi wananchi muda wote waweze kupata maji. Mwenge wa Uhuru umekuja kuwaka na kumulika katika eneo hili, isiwe leo hii Mwenge wa Uhuru umekuja maji ndio wametoka, baada ya hapo wananchi wetu wanaendelea kupata shida ya maji safi na salama. Niwaombe sana wale wote ambao watakasimamia eneo hili, basi wahakikishe wanatoa maji kwa wakati. Hata kama kutakuwa kuna ratiba daba za migao wa kutoa maji, basi tukae na wananchi hawa ili kuweza kuwaelewesha ili kila mmoja awe anajua ratiba yake ya maji katika eneo lake. Shule hii ni ya sekondari, lakini kutokana na uhaba wa madarasa ambayo yalikuwepo awali, serikali ikaona ipo jitihada ya kuongeza madarasa mengine, ili wanafunzi wetu waweze kusoma, kila mmoja aweze kuelewa ili ambacho anasomeshwa. Leo hii tumekagua madarasa haya, madarasa yote yako vizuri, yana kila sifa ya kutumika kwa wanafunzi wa eneo hili la Malinyi hapo nyuma darasa moja tulikuwa tunaingia wakunduli wanafunzi mia moja, lakini leo hii darasa moja linaingia wanafunzi arobaini. Kwa kweli haya ni maendeleo makubwa, na mpigeni makofi mengi sana daktari. Wananchi wetu walikuwa wakipata shida, hasa wanafunzi wetu walikuwa wakisoma katika mazingira magumu, lakini leo hii kupitia Mwenge wa Uhuru tumekuja kuzindua madarasa manne pamoja na kombi nne ili wanafunzi hawa waendelee kupata huduma ile mzuri. Kwa kweli, wanafunzi ongereni sana na walimu ongereni sana kwa kupata madarasa haya, lakini pia niendelee kuwaomba ndugu wanafunzi, leo tumekuja katika uzinduzi wa madarasa haya manne pamoja na matundu nane ya choo. Ni waombe sana, madarasa haya yametumia fedha nyingi za serikali, lakini pia viongozi wetu wamefanya jitihada kubwa za kuhakikisha madarasa haya yanakamilika kwa viwango vilivyo bora Niwaombe sana ndugu wanafunzi, tuyatunze madarasa haya. Kwa kweli, ni madarasa ambayo yanastahili na na kila sifa ya nyinyi kupata elimu bora, lakini niwaombe sana kwa wazazi wetu ambao watoto wao wanasoma hapa, niwaombe sana wazazi kuendelea kuhakikisha watoto wetu tunawaleta shule kupata elimu bora, maana serikali inatumia fedha nyingi kujenga majengo ili wananchi wa eneo hili ama watoto wetu waweze kuja kusoma katika maeneo haya. Niwaombe sana ndugu wazazi wa eneo hili kuhakikisheni watoto wetu wanakuja kusoma. Mazingira ya shule ni mazuri, mazingira ya shule, kila mwanafunzi anayesoma hapa atatoka Malinyi akiwa amepata elimu iliyo bora na kuweza kumsaidia katika familia yake.